Kisha kwamba tunaendelea kukiunga mkono chama cha Mapinduzi. Tukiweza kulifanya jambo hili, tutakuwa tumeimarisha chama chetu, lakini tutakuwa tunaelekea sasa kwenye uchaguzi mkuu tukiwa na umoja, tukiwa na mshikamano, tukiwa wamoja, na tukiwa sote tunakwenda kwa furaha, hakuna mtu mwenye kinyongo, hakuna mtu roho imenyongeka Sote tunakwenda kupiga kura kwa Chama cha Mapinduzi. Imani yangu ni kubwa na imani ya chama chetu ni kubwa kwa mkoa wetu wa Kaskazini na hasa kwa wilaya yetu hii ya Kaskazini eh, sina mashaka, najua tutaweza kufanya vizuri na hatimaye tutaweza kushinda katika maeneo yote ambayo Chama cha Mapinduzi kitasimamisha wagombea. Sisi kawaida huwa hatuachi kitu, hakuna pahala si hatuna mgombea, hichi chama kikubwa ukimaliza ukifanya vizuri, mi nakuhakikishia. Viongozi hawa, mi naamini tutakwenda kutenda haki, si ndivyo jamani? Lakini naamini tutakwenda kuchagua kilicho bora, maana lazima tupeleke mtu mwenye sifa. Sisi tunakwenda kushindana mwisho huko, maana mwisho sisi tutateuana, tukishamaliza tutapata mgombea wa CCM, si ndio? Lakini baadaye kuna na wagombea wengine wa vyama vingine. Mkileta mtu wasiouzika shida Tafuteni mtu anayeuzika. Tafuteni mtu ambaye atawatetea Wanakaskazini ye kwenye majimbo yenu. Tafuteni mtu ambaye atawatetea katika wadi zenu. Tafadhalini sana, tusitumike vibaya. Sisi viongozi tunatakiwa tuwe waadilifu. Ukiingia kwenye Chama cha Mapinduzi unakula kiapo, sawa? Kile kiapo mnakikumbuka Sawa, utakuwa mtii mwaminifu na mwadilifu kwa chama si ndivyo? rushwa kwako? Sasa leo unapata wapi wewe kiburi hicho? dhamani ya elfu kumi kwa miaka mitano una define vipi? Yaani, hebu i calculate elfu kumi au laki moja kwa miaka mitano eh? alafu unakuja kulalamika ah bwana yule sisi bwana atakusikiliza vipi wakati alikusha kununua? Sisi, emoye narudia, chama hichi si cha viongozi, hichi chama ni cha wanachama, sawa eh? Halafu nyie ndio mnakuja kulalamika nyie. Nyie unamchagua mtu, alafu akipata ukipiga okay, simu hapokei okay, tena sawa, eh? gari yake kama ilikuwa na vioo vyeupe, anaweka tinted humo tena akipita msikitini alipokuwa anakuja haji tena msikitini, anasali ndani huyo. Pakifiwa simu yake haipatikani, si ndio? Alikuhonga elfu kumi huyo yeah. Huyo, usisahau kusubscribe YouTube chaneli yetu MP online TV.